Ah, mimi kwa majina naitwa Agri kutoka Kenya. Uchaguzi wa Tanzania si wa haki. Kwa sababu ule mama jenye anatumia anatumia kifua. Tumeona mpinzani wake alikuja akamweka ndani. Kwa sababu alijua wananchi wanapenda mpinza mpinzani wake. Haya, wakati anaona akampandika kesi yenyewe na nini, haina ushahidi. Sasa dakika za mwisho akataka kwajira upinzani wake, sababu amejua siku zimeisha, naye ashafanya mambo yake, kwa sababu walimwambia no reform, no election. Alikuwa amesema amesemau ukwe, ukweli. Lakini mama akatumia kifu, akatumia kifua kufahamu na gani, kukandamiza upinzani. Sasa wakati amekandamiza upinzani, wiki jana, ule mwenye, ulemwenye alikuwa ameaadogole upinzani tena, akamshika akamweka, akamweka ndani akamficha wakatafutatafuta mpinzani wapinzani hakuna. Kwa hiyo mama, hii kura yenye inapigwa Tanzania si ya haki. Hii ni utikiteta ajionyesha, ajionyesha haki kabisa kwa sababu angekuwa ya haki uwezi chukua mtu. Kwa mfano uko Kenya uchukue mtu kama Wajackoyah, uchukue mtu maybe kama Eugene Wamalwa, uchukue mtu maybe kama Dida alafu Ruta asema asimame nao hapo, tunajua tu hapo ni tayari ni kuapisha naapishwa ndio. Sasa yule mama wa Tanzania ametumia hivyo, amechukua na pinzani wenye wangemtoka uongozi akaweka ndani, wakati ameweka ndani akajua hao wenye wamebaki ni kazi rahisi, yeye atatangaza saa 10 kumi itakuwa tayari anatangaza mshindi, lakini ushindi sio kura hiyo, kwa sababu kura lazima usimame na ule mtu mwenye kwa karibu na wewe umshinde ama akushinde, lakini kama ukimweka kando, hiyo ni kura gani? Hizo sarakasi atatufanyia kwa sababu ametumia yeye, yeye ni rais, ni yeye ako na nguvu, kwa sababu amejua yeye hajaishi mambo kwa rais alifanya kuachiwa. Sasa amejua nikisimama na hawa watanishinda. Kwa hivyo, mimi naomba nasema, kura ya Tanzania ile si haki, kwa sababu wananchi wamejitokeza kidogo sana, wako chini, kwa sababu ni polisi na mama na tume haki, na, na ile tume. Hata ile tume kama ni haki ijafuata haki, kwa sababu kuna mmoja alienda kotini kwenda kupinga hii uchaguzi wa wa Tanzania, lakini kota hatakusikiza kumaanisha, mama ameshika kila kitu pale Tanzania, hakuna kitu anaweza fanyiwa, lakini afanya kijua, lakini kuna muku. Kuna Mungu, kuna leo na kesho. hata hata kifunga hata kama ileta, kwa hiyo kiti atatoka tu, miaka mitano sio mingi. Mimi nawaambia uchaguzi, lakini si uchaguzi, kwa sababu uchaguzi ilikuwa inafanya ndume mbili ziwe kwa debe, ama namba na namba tu, ila yenye nafanya saraka. sarakazi